Uh, katika video yetu iliyopita uh, mwasilishaji alizungumzia umuhimu wa kumtambua imamu wa zama zetu. Na katika kulizungumzia jambo hilo, alinukuu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama ambaye alisikika akisema kuwaambia Waislamu kwamba mtu yoyote ambaye anakufa hali ya kuwa hamtambui imamu wa zama zake ni nani imamu wa zama zake, basi mtu huyo anakufa kifo cha kijahili kwa maana anakufa nje ya mduara au nje ya mwongozo wa Uislamu. Sasa, insha allah, katika video hii tutaendelea kujadili jambo hili kwa undani zaidi. Uh, jambo hili la umuhimu wa kumtambua imamu wa zama zetu, katika hadithi ambayo inapokelewa kutoka kwa Imamu al-Baqir, Imam Muhammad bin Ali al-Baqir salawatullahi wasalamu alayhi, ambaye ni imamu wa tano au khalifa wa tano katika mfululizo wa makhalifa au maimamu kumi na mbili, anaeleza kwa uwazi mkubwa madhara ya mtu muislamu kutomtambua imamu wa zama zake.

E, iwe ni hija, iwe ni saumu, ibada yote ile, tena akiifanyia nafsi yake juhudi kubwa katika ibada hiyo, lakini wakati huo huo bila ya kuwa na imamu mwadilifu aliyeteuliwa na Mwenyezi Mungu anayotambuliwa na Mwenyezi Mungu, yeye anafanya ibada lakini katika kufanya kwake ibada e, hamtambui Eh, imamu wa zama zake ambaye ndiyo kiunganishi kati yake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi juhudi yake hiyo anaoiweka katika ibada yake haikubaliki, na yeye mtu huyo anakuwa ni mpotovu na aliyekuwa nje kabisa ya mduara wa Uislamu, na anakuwa ni, anakuwa ni mtu aliye katika tahayuri, sawa eh? Anaendelea imamu anasema, wa mathaluhu kamathali shatin la raiya laha dhallatan raiha wa qati'iha. Mfano wa mtu huyo eh, mfano wa mtu huyo ni mfano wa kondoo asiye na mchungaji au mbuzi asiyekuwa na mchungaji eh, mbuzi ambaye aliyepoteana na mchungaji wake na kundi lake mm-hmm. fatahat

Pindi anapoingiliwa na usiku, yule kondoo aliyopoteza mwelekeo, asiyokuwa na mchungaji na ambaye amepoteana na kundi lake, pindi usiku unapomuingilia katika hali hiyo, basi huona kundi la kondoo eh, huona kundi la kondoo wengine au mbuzi wengine pamoja na mchungaji wao, hivyo uliendea kundi lile, kwa sababu kundi lake halioni tena, wala mchungaji wake hamuoni. fabatat maha fi rubudatiha mutahayiratan tatlubu ra'iha wa qati'aha. Mbuzi yule au kondoo yule hulala nao katika malisho yao, lile kundi lingine hulala nao, eh, akiwa amechanganyikiwa na kutahayari akimtafuta mchungaji wake na kundi lake maskini fabasurat bisarhi qati'in ghanamin akhara faamadat

Atamwambia au humwambia, rudi kwenye kundi lako, hakika wewe ni mpotevu na uliyechanganyikiwa, umepoteana na mchungaji wako na kundi lako. Haya ni maneno jamani, imani maneno Imam Bakir salawatullahi wasalamuhu alaihi, anaendelea kutuelezea umuhimu wa muislamu kumtambua kiongozi wa Imam zake, kiongozi wa zama zake. Hapa anatupa mfano wa kondoo ambaye amepoteana na kundi lake, amepoteana na mchungaji wake. Haya. Imamu anaendelea kutueleza kwamba fahajamat dhairatan mutahayiratan la raiya laha yurshiduha ila maraha au yaruduha, hivyo kondoo yule hukimbia kwa hofu na katika hali ya kuchanganyikiwa, bila mchungaji wa kumwongoza kwenye malisho yake au kumrudisha kwamba kumwambia bwana, nenda huku, usiende huku, ufanya hivi hana. Sawa. fabaina hiya kadhalika idha tana madhhibu dhaiataha faakalaha, na akiwa katika hali hiyo ya kuchanganyikiwa asijue aende kulia, kushoto, mbele, nyuma, akiwa katika hali hiyo, mbwa mwitu hutumia udhaifu wake na kumvamia na kumfanya chakula, kwa maana ya kumla wa hakadha ya Muhammad eh. Hapa imamu alikuwa anaongea na, na mmoja katika masahaba zake ambaye anaitwa Muhammad e ibn Muslim, ndio anamwambia, wa hakadha ya Muhammad ibn Muslim, ewe Muhammad bin Muslim, hivyo hivyo e eh Muhammad, yeyote katika umma huu atakayeamka asubuhi huku akiwa hana au hamtambui imamu mwadilifu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, basi mtu huyo huamka akiwa mpotevu na mwenye kutahayari kwa maana bila ya kujua mwelekeo wake. in mata ala halihi tilka, ikiwa atakufa katika hali hiyo, katika hali yake hiyo basi, mata mitata kufrin wa nifaqin, mtu huyo atakufa kifo cha ukafiri na kifo cha unafiki. waalam ya muhammad

Hao ndio aimatulhaqi, hao ndio wachungaji, hao ndio waongofu, hao ndio maimamu Albaiti ambao kwa kushikamana nao kwa kuwafuata wao, basi kamwe mtu hatatoka nje ya wa uongofu wala mtu hatoingia katika njia za upotofu. Ndugu zangu, basi mpenzi mtazamaji, ni jambo la lazima kumtambua imamu na kumfuata imamu tena sio tu yoyote bali yule aliyoteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu uokovu upo katika jambo hilo na maangamizi yapo nje ya jambo hilo. Unapotoka ukaanza kumfuata mtu usiyo muelewa, ambaye Mwenyezi Mungu hamtambui na mtume wake like Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, basi hapo umekuwa umechepuka, umetoka katika njia ya haki na kwa hiyo hata ufanye ibada miaka elfu moja maadamu unafanya ibada zako nje ya mduara nje ya uh, ile circle, ile daira ambayo Mwenyezi Mungu anaitambua basi ibada yako hiyo haiwezi kukubalika tu. Mwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aweze E, kutufanya sisi tuweze kumtambua imamu wa zama zetu ili tusije tukajikuta kwamba tunakufa kifo cha kijahili, au tukajikuta kwamba tunaingia katika kufuata dini au kufuata madhehebu au kufuata e, makundi mbalimbali yaliyojaa hapa ulimwenguni ambao ni makundi ya upotofu. Lakini pia tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aharakishe kudhihiri kwa imamu huyu imamu al-Hujja imamu al-Mahdi ili aweze kuja hapa Uh, aje kuondosha uh, jeuri apate kuja kuondosha ukandamizaji, aje kuondosha dhulma katika dunia hii ambayo uh, imejaa dhulma, imejaa jeuri, imejaa ukandamizaji, imejaa maovu, ime imejaa mabaya. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema zake